Tunaendeleza sehemu ya nne katika uandishi wa ripoti au taarifa rasmi, kipindi cha sita. Aha, katika uandishi wa ripoti sehemu ya nne unaanza kwa kuandika neno hitimisho. Hapa huandikwa kwa ufupi yote yaliyopatikana na yenye umuhimu, hurejelea matokeo ya uchunguzi. Kwa mfano Unaandika neno hitimisho kulingana na anwani yetu. Aa, katika vipindi zilizopita ama yenye, katika sehemu ya kwanza ya uandishi wa ripoti eh, rasmi, ndio tutarejelea kuandika hitimisho. Ni dhahiri shairi, kutokana na uchunguzi, kuzorota kwa uchumi kumechangiwa na masuala yanayohusu binadamu kama siasa na yasiyohusu binadamu kama utabia nchi. Jina langu ni Mwalimu Linda.